Ujambo na karibu tena, tuweze kuendelea na mada hii, ikiwa ni sema na. Na swala zima tunazungumzia hii leo basi ni mustakabali wa taifa, ambao mwelekeo wa taifa, ikiwa basi semi ni nyingi, na ule usemi wa mwananchi, je, unasikika ama? Upo na ule uhuru wa ule mwananchi hapa mwananchiusbapo labda mwelekeo wa taifa Koo inasikika, na kama inasikika je, inafuatiliwa? Eh, asante sana bwana Mlevi. Mimi naitwa Lapa Melu, tutazama wananchi sana sana wa Melu na kila mwanakiki kwa sababu mtazamaji mtaza, mtaza tu ye radhi kidogo hapo, tumetatizika na mawasiliano lakini nataka tucheze taarifa moja. Uh, Jumamosi iliyopita wakati Rais William Ruto, Raila Odinga wakihudhuria maazishi aliyekuwa msaidizi wake Raila Odinga, tusikize kauli za kisiasa ambazo zilitokea hapo, halafu nipate mchango kutoka kwa wageni wetu yeah. Majonzi yalitanda katika eneo la Asembo, kaunti ya Siaya, katika safari ya mwisho ya George Duor, mlinzi wa Raila Odinga. Marehemu amemiminiwa sifa kedekede na Odinga akimtaja kama mlinzi mwenye uwezo wa kuhisi hatari katika mkutano wowote wa kisiasa. Marehemu Oduor alipokea mafunzo maalum ya usalama na ulinzi katika mataifa ya Uingereza, Israeli na Afrika Kusini. Chembe chembe za kisiasa pia zilichipuka katika mazishi hayo. Just the same way I stood with you when you needed a man to stand with you you have equally come to stand with me when I needed a man to stand with me. As the people of this region to assist you to unite this country. Mimi baada ya wiki moja ama mbili, I saw a list of PSs that showed me that kumbe we were now pushing forward the agenda of inclusivity niliona Fikirini Jacobs from Kilifi a 27 year old, niliona umo lugha hia. Nashukuru sana ule mkataba ambao ulitilia mkazo pesa za kuja hapa katika gatuzi 47, shilingi bilioni 450. Na mimi niko na imani ya kwamba ubunge kuwekelea mkono hizo pesa zitakuja hapa. Rais Ruto akiwatupia vijembe wale wanaomshinikiza kuondoka ofisini mwaka wa 2027. criticism is mimi nime sasa. Uh, nyinyi mnaniambia Ruto must go. Mimi nimesikia hiyo mara nyingi kulikuwa na Moi must go, kulikuwa na mwingine must go, kulikuwa na mwingine must go. Hii must go ni wimbo tu ya kawaida, there is no problem kwa Kenya mpaka wasimame pamoja. Yale ambayo tutaki ni ubaguzi, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya rangi, ubaguzi ya kikabila. Rais William Ruto akiongeza kuwa atahakikisha maendeleo kote nchini bila ubaguzi. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Citizen, naam, kulikuwa na kauli nyingi za kisiasa. Nianze na ye wakili. Asante sana, sana. Nilikuwa nataka kuanza na hiyo maneno, mheshimiwa anasema ODM haiko kwa serikali na tumeona wanachama wa ODM wanaongea na pande zote za mdomo, sababu ukisikiza kama pale mazishi kama pale mazishi, ukisikia Sifuna usikia Babu Owino usikia Orengo, wao wako upinzani. Ukisikia Kaluma usikia Junet Mohamed wako katika pande ya serikali lakini sisi tukiangalia kisiasa vizuri, tunaona baba ni mtu mwerevu sana kisiasa. Ameangalia akaona, anataka manufaa ya serikali, lakini hataki kuacha wananchi kuacha wananchi, sababu wananchi ni kama wameona serikali iwapeleki vizuri. Kumbuka wale watu wanatuambia wako upinzani tayari, wakiwa na PSS kumi wanatuambia wako upinzani, wakiwa na chairman wa komiti sita wameongezewa wanatuambia wako upinzani wakiwa na CSS watano ambao wamepata juzi juzi. So ukiangalia, mimi siwezi amini kwamba uh, wako upinzani. Kile kitu kingine nataka kusema ni ya kwamba rais anatuambia tumpatie muda, sijui baada ya miaka mbili tukienda kwa uchaguzi tutaangalia. Na hatuna shida kungojea tumwangalilie scorecard, lakini kwa sasa kuna mambo anafanya tunaona kwamba ina waste ama inaharibu pesa ya serikali. Unasikia kuna State House inafanywa renovation, unasikia first lady amepewa pesa ya nini? Leo hizi kwa magazeti umesikia kuna ile platform ambayo watu walikuwa na apply e visa na e passports huko nje, unasikia pesa badala ingia account ambayo ni ya serikali ya Kenya ambayo pesa yote a wa wananchi wa Kenya inafaa kuingia, inaenda Swiss accounts huko, huko juu, unashindwa kwa nini? So president akituambia ya kwamba tungoje miaka mbili, hata kama tunangoja miaka mbili, kuna pesa ambayo inaokotwa hata sasa hivi. Sasa hivi tunazungumza kwamba ati, ati systematic approach ni ile mkondo sha imeenda, ile funding model, vijana kama yeye wanalia kila siku, hawezi lipa school fees, wengine wako manyumbani, tuko na shida ya. Asante. Bona java, katika yale, yale mazishi. Bado nitakuja pia ujibu swali hili, kuna sehemu ambayo pengine nafikiri hatukiweza kuishika pale, lakini eh, Edwin Sifuna katibu mkuu wa chama cha ODM <coughs> amekuwa akimkosoa sana rais William Ruto, japo alikuwa mmoja wa makatibu e, waliotia saini mkataba kati ya chama cha ODM na UDA kuhusiana na kushirikiana katika malengo fulani, malengo kumi nafikiri. e, rais alipozungumza akamwambia Sifuna kwamba usio unani karipia sana ama kunikosoa sana, maana ukiendelea hivyo tutakuchukulia hatua za kinidhamu maana yake mimi ni mwanzilishi wa chama cha ODM. Ni kweli William Ruto alikuwa mwanachama wa ODM hizo, <coughs> lakini je, hii inamaanisha kwamba kuna mwingiliano pia kwamba imefika wakati kwamba amejiingiza ndani e, katika masuala haya ya kwamba anaweza akadona chama chochote cha kisiasa akakikosoa kama rais anavyotaka mradi tu ni chama kinashirikiana naye. Nimrod, nina uh, bahati kuwa Mkenya. Hapa Kenya tuna bahati pia kuona na demokrasia, demokrasia bunifu haswa, kwa sababu katika mataifa mengine iwe jirani Tanzania ama Uganda, matamshi ya katibu mkuu wa ODM bwana Sifuna yangemtia kwenye taabu, taabu kubwa sana mawimbi makubwa ya kisiasa na. Jinsi ambavyo Bwana Lisu uh, alivyojipata kule Tanzania na. Ama Bobby Wine kule Uganda na. Lakini tuna demokrasia bunifu hapa nchini na, ni hiyo haki ukiangalia katika jukwaa lile moja uh, mheshimiwa Bwana Sifuna <laughs> ameweza kunena waziwazi -wazi. Na mheshimiwa mheshimiwa rais pia akaweza kumjibu pale na masuala ya nchi ya kisiasa yanazidi kuendelea na. Ina maana kwamba hata hamuogopi Raila Odinga kwa sababu yule ni katibu mkuu wa chama kingine tofauti kabisa na wako chama kimoja na, na mheshimiwa rais mwenyewe akasema kwamba yeye ni baadhi ya waanzilishi wa chama cha ODM na kwamba wanaweza ma waite kikao cha wale ambao wa kongwe <laughs> katika uh, chama hicho kama waanzilishi na bwana Sifuna <clears throat> na wakati mwingi katika hadhara pia ameweza kunena kwamba kuna mambo ambayo hakubaliani nayo na jinsi ambavyo serikali inaendeshwa na mheshimiwa rais amezidi kusema kwamba wale ambao wanamkosoa wataweza kuaibika baadaye, na kuna wananchi pia ambao hawajakubaliana na ile ndoa ya kisiasa kati ya mheshimiwa rais na bwana Raila Odinga. Hii yote inamaanisha kwamba siasa zetu zinazidi kunoga na demokrasia yetu kukua hata zaidi, ule uwazi wa kunena na ule uhuru pia, ambazo zimelindwa katika kivuli cha katiba ya Kenya. Pili niweza kusema kwamba, unajua Nimrod, siasa hulewesha. Na inavyolewesha, unajua, inalewesha mtu akawa chordo na chupa na kizibo chake. Hii kwamba kuna wale ambao wameingia katika ulevi huo na kuweza kukumbatia masuala haya ya uwiano katika ndoa hii, na uwiano ni baadhi ya nguzo muhimu sana katika demokrasia yetu ya Kenya. Kwa sababu ukiangalia hali imezidi kuwa tete wakati mwingi sana kwa sababu ya mvutano, masuala ya ukabila, masuala ya kimaeneo kadhalika. Iwapo uyano huu na ndoa hii ya kisiasa kati ya Mheshimiwa Rais na Raila Odinga italeta utulivu wa kisiasa na pia madhumuni yake ikiwa kwamba mbali na uyano kwamba malengo makuu ya maendeleo, malengo makuu ya usalama wa nchi na utaratibu, malengo makuu ya yale ya beta ya uh, Mheshimiwa Rais William Ruto yaweze kupeleka nchi ya Kenya mbele, basi ni lazima pia heko wapewe, na kama ni kuungwa mkono, basi nawaungwe, na pia kama kuna wale ambao wanaona kwamba misimamo yao haiambatani na hiyo, pia wana ule uhuru. Ndipo sasa tumemwona Bwana Gachagua, Bwana Muturi uh, Bwana Mwali hapa akisema kwamba japokuwa wako ndani ya serikali, wako ndani ya upinzani, pia wako ndani na nje, wamekuwa kama popo, si ndege na <laughs> si mwali <mbimu. laughs> Lakini uh, tuweze kusema kwamba hii imeweza kuonyesha kwamba kuna uhuru wa kidemokrasia na kuweza kunena waziwazi hapa wazi nchini. Yeah. Na hivyo basi pia inamaanisha kwamba ndoa hii kati ya Mheshimiwa Rais William Ruto na Bwana Raila Odinga huenda ikazidi uh, kujikita kabisa sasa hivi kuelekea katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Asante. Edward, hii ni ndoa itadumu ama ni ndoa tu ya manufaa Eh, mimi nataka kusema hivi bwana Nimrod, hii ndo anaona ina dumu, hii ndo itadumu. Sisi kama wananchi ambao ni ODM tunasema baba asigombe. <coughs> Baba sasa imefika wakati wa kula ruzuku yake polepole pole. Anasikiza ama asikizi? Nasikilize kwanza, tunataka baba ale ruzuku yake polepole. Kwa sababu gani? Baba amewabembeleza mumchague, mumchaguo si mmemkataa? Ina maana atakija mwaka 2027 bado mtamkataa. <coughs> Baba aendelee kula bonasi zake polepole Uchaguzi huo unaokuja una ukimalizika, baba endelee kula bonus zake. Narudi kwenye kuwa yeah. Mpinzani, mpinzani tu. Ama atakuwa. <laughs> yeah, yeah. Kushinda. Yeah, unajua tangu uhuru kila rais amefanya ndoa katika nchi hii e, mheshimiwa Kenyatta alifanya na Moi. Moi alikuwa chama kimoja na Kenyatta, walikuwa vyama viwili tofauti, akaja nani, akaja Moi. Moi naye akafanya. <coughs> Usuruba ni <coughs> the same. Yeah. Akaja Kibaki akafanya hivyo, amekuja Uhuru amefanya hivyo, sasa tunaye Ruto naye amefanya hivyo, hatujui anayekuja naye atafanya vipi, hatujui lakini kitu tunachotaka kuambia ni hivi, baba endelee kukaa hapo, yeye endelee kula ruzuku yake polepole pole, kwa sababu ametaka mumchague, hamkumtaka kwa hiyo msipige kelele. Mnasema baba baba, anafaa kutupigia kelele afanye baba. Mimi nakuomba kama unaniangalia na unanisikiliza, baba, kaa polepole, vuta kikombe cha kahawa piga pafu moja, ukirudi chini unafikiria unafanya namna gani. Na, na kuja kwenye ile swala ambalo umesema, eh miaka miwili Ruto, anaweza kufanya na kwambia miaka miwili Ruto anafanya hiyo, na kuhakikishia kabisa, miaka miwili anafanya kama ametenga watu wazuri wa kumsaidia kazi. Na mimi kitu ninachomuomba awe, awe makini, atafanya kwa sababu ana hamu ya kurudi mwaka 2027 mpaka 2032. Ni jukumu lake kufanya awe amefanya, hajafanya bado, ana hamu ya kurudi tamu ya pili muhula wa pili anahamu kabisa, hakuna mtu anatamani kukaa siku moja atoke, anatamani amalize muhula wa miaka kumi. Kwa hiyo kitu ninachotaka kuambia hapa ni hivi, Bwana Nimrodi, baba na Ruto watakaa mpaka 2032 tukiona hivi na macho na kuambia ukweli, si kudanganywa, atakaa hivi tukiona mpaka na macho, kwa sababu baba sasa hivi atumtaki awe kwenye siasa. Sisi tunataka baba yeye akaya kule pole pole, sasa amepata wakati wa kula, anataka kujisumbua nini? Tulia baba. Mark Kinanjeri, wako katika upinzani mwingine, upinzani ambao unaongozwa na alikuwa na <coughs> naibu rais Rigathi Gashagwa, eh, Martha Karua, Eugene Wamalwa, akina Mukisa Kitui na wengine wengi eh, Gashagwa na mvuto wote, kwa mtazamo wenu kama vijana, ama hana mashiko? Naam, uh, asante ni brod. Kabla ni kuje kwa lilo swala la Gashagwa, naomba kwamba ni mjibu eh, Javan. Sikubali na Javan kwamba yale ambayo yanatokea katika chama la ODM ni kwa sababu kuna ile nicha ya demokrasia. Sifikiri hivyo, mheshimiwa Tindi atakwambia kwamba katika chama la ODM ODM ni Raila Odinga na Raila Odinga ndiye ODM. Wale ambao unaona kama wale akinasifuna hawafanyi pale kwa ubinafsi wao, mimi nafi, kwa fikra zangu nafikiri Raila Odinga kwa uerevu wake ameyatengeneza, ame mirengo mawili katika ODM, mrengo moja unamsifu eh, rais na upande wa serikali akina Junet Wandai, alafu mrengo mwingine ndio urengo huu akinasifuna kina James Orengo kwa sababu gani? na dhibiti la hili ni kwamba ukiangalia pale katika ile hotuba ya Raila Odinga na hotuba ya Sifuna katika pale mazishi, unaona kwamba ni, ni kwamba Sifuna alipewa mwanzo memo ya kusema, unaona uh, hotuba yake na hotuba ya Raila Odinga yaliambatana sana, kwa sababu Raila Odinga alikuwa anazungumzia swala la kuugawa rasilimali katika ma, uh, magatuzi Gatuzi. Na uh, uh, Sifuna pia akalizungumzia swala hilo kwa undani sana, na bwana Tindi atakwambia hapa katika chama la ODM kama Raila Odinga hakuwa amtaka Sifuna awe uh, uh, secretary general na, ama yaseme yale ambayo alikuwa anasema yale siku, hangekubali na namjua Raila Odinga, hata pale ulipomuona Sifuna alipopatiwa. Na najua kwamba katika siasa hakuna jambo ambalo hutokea tu, kuna vile mambo yamepangwa. La pili ni niseme hivi, kushinda uchaguzi ni hesabu na ninakubaliana na, na wengi kwamba William Samoei Ruto lazima atamhitaji Raila Odinga kushinda uchaguzi wa 2027 Raila pale ambapo yupo anapiga hesabu, ni nani ambaye hata ni manufaa kwa zaidi upande huu wa Ruto ama wale ambao wako katika e, upinzani kama Gachagua <coughs> na Raila Odinga amejifunza sana pale aliposema Kibaki tosha. <coughs> kuna ule wakati alipokuwa na Kibaki, baada ya kuingia katika serikali walimvuruga, badala wakatoa wale mawaziri wake, na alijifunza sana. Na akiangalia William Samoei Ruto, anaona William Samoei Ruto ni mtu ambaye ukimunga mkono ataurejesha mkono, atakupa ule mambo ambayo aliyekuwa akuahidi. Akimwangalia Kalonzo Musyoka, shida ya Kalonzo Musyoka ni eh, kwa kizungu tunasema he is very vulnerable. Hata akiwa rais, atakuwa rais ambaye hana wabunge waelewa hilo simu kwa kwangu, nafikiria kwamba uchaguzi wa 2027 yule ambaye atakuwa ata deciding factor, ni Raila Amolo Odinga namwona, na atamuunga mkono William Samoei Ruto, kwa sababu ni nani atampa kama si William Ruto? Jerry, tukiwa tunazungumzia hesabu ya mwaka 2027 hatuwezi kusema kwamba hatuwezi kuzungumzia kinachofanywa na uh, Rigathi Gachagua, Martha Karua. Rigathi mwenyewe amesema kwamba mwezi ujao atakuwa anaanzisha chama. Hatuwezi kujua ni chama cha aina gani kama ni chama cha kitaifa ama kitakuwa na mvuto haswa katika eneo la Mlima Kenya peke yake ama la? Lakini hesabu yao ni ipi haswa ukiangalia katika mtazamo huu wa mwaka 2027 eh, ambao kampeni zake nafikiri zitakuwa zinaanza mwaka ujao <coughs> um, mkubwa We, wangu ambaye ni Rigathi Gachagua kwa sababu mimi ninajihusisha na siasa za Rigathi Gachagua anazozifanya hivi na, sasa narifua, Jerry narifua Mike yako kidogo tumepoteza mpe, mpeche, ne, mpate, ne. Aya, um, nilikuwa nasema ya kwamba um, Rigathi Gachagua ambaye ni kiongozi ambaye nimeamua uh, kumfuata katika siasa zangu za pale Nyandarua na katika nchi ya Kenya uh, kwa sababu ya 2027 uh, ninapoangalia hesabu hiyo jinsi ulivyosema. Kwanza kabisa ni kuahidi ya kwamba chama ambacho tutakuwa tunakifumbua mwezi ujao ni chama cha kitaifa, sio chama ambacho kitakuwa tu kwa, kana kwamba kinasema kwenye mlima, kwa sababu umeona uh, viongozi kama gavana anatembea, umeona viongozi wengine kama Peter Salasia, umeona viongozi wengine kama kina Eugene wa Malwa wakiwa kwenye meza um, na Rigathi Gachagua. Kwa hivyo chama ambacho tutakachokileta ni chama uh, ambacho wakati tutakapokuja 2027 kitakuwa kina ongea na vyama vingine for a coalition maybe that is going to be the uh, vehicle that is going to take Kasongo nyumbani. Uh, what I want to say is that uh, jambo ambalo mimi najua, Sasa hivi Kenya imejigawanya katika uh, vyama viwili. Chama cha Kasongo regime na chama cha wa Kenya. Uh, gari ya kina Rigathi Gashagwa, kina Madha Karua, kina Yujin wa Malwa na wale viongozi wengine kinatembea na Kalonzo Musyoka wako katika gari ya Wakenya. ODM wameona kana kwamba gari ambayo inawafaa kwa sasa ni gari ya Kasongo, na tunawaambia watakavyokuwa nakula matunda ya Kasongo, wajue pia machungu ya Kasongo tutawabebesha pia, kwa sababu unapokuwa na mtu usichukue tu manufaa yake, utabebeshwa pia msalaba wa yale mambo ambayo hatakuwa akifanya, because we cannot allow ODM kuwa inaongea with two, uh, two double standards. Leo wanasema wako mpinzani, kesho wanasema wako kwenye serikali. Sasa hivi tumesikia Gladys Wanga na wale wengine wakirudishia, uh, serikali ya Kenya Kwanza shukrani kwa kuwapatia nafasi katika serikali yao. Mbunge wetu wa Butere ametuambia wale walipeana Expert katika serikali ya Kenya Kwanza kumaanisha ya kwamba they are part and parcel of the success or the failure of this regime, yes. Na ni kuahidi ya kwamba sisi kama vijana, jambo ambalo mimi nitakalo kuwa naangalia katika either kwenda upande wa Kasongo regime ama kwenda katika safari ya kina Rigadhi na kina Kalonzo na kina Martha Karua, nitakuwa naangalia ni wapi mimi kama Mkenya masilahi yangu yanaangaliwa. Hivi sasa serikari ya ODM ama chama cha ODM haiangalii masuala ya Wakenya, inaangalia mambo ambayo wao kama chama cha ODM kina wanufaa kwa mabini, kwa binafsi no. kina wanufaa kama watu ambao wanajihusisha na Raila Amolo Odinga no. Lakini tukiangalia upande wa kina Gavana Natembea, tukiangalia wale viongozi wengine walio kwenye upande wa kina Rigathi Gachagua na kina Martha Karua na kina Kalonzo Musyoka, wanazidi kila siku kusimama na mambo ambayo yanawahusu Wakenya sasa hivi no. Wakati mambo ya Butere yalipokuja, uliona kina Wamalwa walienda kwenye scene mm. kwa sababu wanajua the pain of being a parent. So um, when the whole thing is gonna come up <coughs> we as Kenyans and we as the Gen Z tutafuata ile upande ambao inaangalia maslahi yetu wakati serikali hii mm. E, itakuja kuambiwa kwamba haikuweza kutimiza ahadi zake kwa wananchi, ODM itabeba lawama hizo pia ama la? ODM haitabeba lawama kwa sababu, nataka na nataka nieleze, nimepeana experts, nataka nataka nieleze, wanachagua wanachagua, wale wamekwenda kama wao, wale wamekwenda kama wao, sio chama kimekwenda. Naomba, hatutazamii hatutazamii serikali ya Rais William Ruto kufeli. Kila Mkenya ana matumaini kwamba itafaulu, lakini itakapofika wakati ambapo haikutimiza malengo fulani ODM haiko tayari kujibebesha huo mzigo. <coughs> Kwanza, Nimrod, nataka nifafanue, ndio hao <coughs> ambao wako hapa na wakenya waelewe ile 10 point ambayo chama ya ODM ilisaini na Kenya Kwanza da. Hapo KICC iko ndani na equitable distribution of resources both in government na maendeleo kama barabara na mambo ingine, kwa hivyo wakati eh, Secretary General sign hiyo ndio maana ODM <coughs> ilipewa ku mwenyekiti wa bajeti katika bunge La... bajeti inatengenezwa katika bunge ndio umes... umes... tukitengeneza bajeti tunajua ya kwamba hii bajeti imewekewa kidole na uh, chairman wetu ambaye ni Sama Tandi <coughs> na iko na fair distribution ya katika resources. Katika mazishi pale umemsikia, hata umemsikia waziri eh, eh, akizungumza pale akisema kwamba tutahakikisha kwamba Raila anakusaidia kutekeleza majukumu ya serikali yeah. Ikifika wakati ambapo Wakenya wanauliza maswali kwamba haijafikiwa maswala ambayo Wakenya walitazamia, ODM haitakuwa kwenye lawama unajua, unajua ukiwa na matumaini sio vizuri ukuwe na matumaini ya, ya ile negative hapana. Kwa hivyo wakati baba aliamua ya kwamba 10 points to sign MOU ako na matarajio ya kwamba Wakenya watafaidika mm -hmm. na ndio maana ali, aliona tushirikiane Wakenya wafaidike mm -hmm. tu. Wakati gavana wa Oma Bay anasema ameona PS ambao wamechaguliwa kutoka Kilifi, hiyo ndio ile 10 points ambayo inasema tukue na ile PS ambayo ina represent nchi mzima kwa hivyo imeanza kuonekana ya kwamba ukushirikiana kwetu imeanza kuonekana ya kwamba sasa sio ile maneno ya mrima ile ambayo Rigijia alikuwa anasema kila kitu iende mrima. Hapana, tumeona hata PS anatoka hasa Kilifi, tumeona wengine wanatoka pande ya, ya, ya Masailand, ile equitable distribution. Kwa hivyo tunashirikiana kuleta usawa katika nchi ya Kenya. Mheshimiwa anasema hawatakubali la. Asante sana, wacha nikueleze na nieleze mheshimiwa na wasikilizaji katika historia ya Kenya imethibitika kwamba kila uchaguzi kuna kuanga na mirengo miwili main. Kuna tu watu wengine tudogo lakini mirengo inakuanga farasi, ni wawili farasi wanakuanga wawili na. Kulikuwa na azimio na Kenya kwanza uchaguzi uliopita hapo nyuma, kulikuwa na Jubilee na chama ilikuwa inaitwa NASA tu tu kulikuwa na NAK na KANU. Sasa uchaguzi ambao unakuja nataka nikuambie without fear of contradiction itakuwa mirengo miwili, mrengo mmoja ukiongozwa na William Ruto, ambaye tayari kulingana na vile ODM wanaongea na kinara wa ODM Raila Odinga amemuunga mkono. Upande mwingine tumesema na mimi nataka kusema kama Njeri pia mimi na Jiazoshiet na chama ambacho kinakuja kuzinduliwa na Rigathi na Rigathi Gachagua. Kutakuwa na mrengo wa Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka Natembeya, Wamalwa, Martha Karua, na Matiang'i upande mmoja. Na mimi najua Maraga mnamweka wapi? Maraga hatujajua vizuri, lakini atatueleza as, as we go. Lakini nataka kukueleza sababu sisi ni watu wa kusikiza ground, kama vile kiongozi wa chama yetu Rigathi Gachagua anakaa akiambia watu, sababu tumesikiza ground vizuri, tumejua mwananchi wa kawaida anasema hii serikali ishamchosha. Kwa nini iko na miaka tatu kwa katika uongozi kama hakuna kitu ambacho unaweza onyesha katika miaka tatu most likely, hata miaka mbili ambayo imebaki ime hakuna kitu ambacho utaweza kuonyesha sababu wako na mwaka mmoja wa kufanya kazi ule mwaka mwingine, unajua jinsi Kenya ilivyo ni siasa. Na mimi naweza kuambia yule candidate atakuwa pointed out na huu mrengo ambao unaongozwa na Rigathi Gachagua utabeba ushindi first round. Over 60% na tunaomba wakati watabeba ushindi upande wa upinzani wakubali sababu upinzani itakuwa imetoka serikali. Mgombea rais atakuwa mmoja wa wale wenye nimetaja unajua. Ni iko partners Nimrod, unajua, ulinipatia muda kidogo nilikuwa bado naendelea kufafanua na ukampatia nafasi. Ni vile tu ni vile tu hamtaki kujibebesha mzigo. Ile anataka kueleza yeye Nam. Yeye ni wakili, maswala ya siasa pia kuje tumfundishe miaka miwili na nusu kufikia kura, hauwezi sema ati mrengo itabaki hivi na hivi hata tumeona 2002 hiyo naka ambayo ilichukua uongozi kutoka kwa KANU ilitengenezwa miezi miwili mita, mita, mitatu mita, na ikatengenezwa. Hata tumeona Kalonzo, kwa last election alirudi kwa Raila last minute, lakini alikuwa amechukua mtu kutoka wapi? Alikuwa amesema anaenda kusimama urais, baadaye akaona hapana, wacha nirudi pande ya Azimio pia akarudi. Tumeona hata Alfred Mutua aliungana na Ruto last minute, na alikuwa pande ya ODM akatoka huko akarudi pande hii, so kwa hivyo bado mbali ile tunasema hii ushirikiano ya 10 point ni ya kunufaisha wananchi, siyo maneno ya siasa ya 2027, na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga amerudia mara mingi, amesema 2027 nikikaribia tutaongea sasa maneno ya siasa, lakini kwa saa hizi ni kuangalia vile Kenya itasonga mbele. Asante. Haya, tunakwenda mapumzikoni. Ni java zitakuja. Nianze na wewe <laughs> kuhusiana na hesabu za mwaka elfu mbili ishirini na saba na iwapo inatosha, e, katika ile miradi ambayo rais William Ruto ameweza kutekeleza, miradi ya nyumba e, maswala ya afya, maswala ya fedha, mgao kwa wanafunzi na kadhalika. Je, inatosha ama kuna maswala mengine mengi yanastahili kutekelezwa? Tunarejea hivi punde, tuweze kupata kipindi cha lala salama.